Hakuna tena dabi mwaka huu, imekimbilia mwakani, ambapo imeelezwa kwamba dabi ya Kariakoo ambayo ilipangwa kufanyika mwaka huu, basi bodi ya ligi wameweza kuikimbizia mpaka mwaka mpya. Kwa mjibu wa bodi ya ligi ya Tanzania Bara, TPLB imetangaza marekebisho mapya ya ratiba ya ligi kuu ya NBC Premier League, ikiwemo kusogeza mbele mchezo mkubwa wa Kariakoo dabi kati ya Yanga na Simba. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mchezo wa mzunguko wa kwanza kati ya watani wa jadi hao ambao awali ulipangwa kuchezwa Desemba 13, 2025 majira ya saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, sasa utachezwa Machi moja Machi moja, 2026 saa 11 jioni katika uwanja huo huo wa Benjamin Mkapa. Aidha, bodi ya ligi imethibitisha kuwa mchezo wa mzizima dabi una, e, unaokutanisha Simba dhidi ya Azam utaendelea kuchezwa Desemba sita saa kumi na mbili na nusu jioni kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama sehemu ya ratiba iliyoboreshwa, ambapo katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao ulitakiwa kuchezwa e, Disemba De 13 basi umepelekwa mpaka Machi eh, Machi 1, 2026, huku mchezo wa marudiano umepelekwa mpaka Mei 13, 2026, na, na kuonyesha kabisa kwamba dabi hiyo kwa mwaka huu haitachezwa kutokana na ratiba ambayo imerekebishwa na bodi ya ligi. Haya yote yameweza kutokana na sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kutokana na timu hizo za Simba na Yanga kuweza kushiriki mashindano ya kafu ambapo mpaka sasa wapo kwenye group stage, lakini kitu cha pili ambacho kimepelekea kupeleka huko ni kutokana na ufinyu wa ratiba hiyo ya kafu, lakini pia michuano ya Afcon ambayo itafanyika Morocco ambapo Tanzania ni miongoni mwa timu ambayo itashiriki michuano hiyo ya Afcon, hivyo wachezaji wengi huenda wakawabize kwenye kwenye Afcon ambayo itafanyika huko Morocco na kusababisha ratiba iweze kurekebishwa na kupeleka dabi mbele zaidi, ambapo dabi hiyo sasa itachezwa zote mbili mwaka elfu mbili na ishirini na sita huku ya kwanza ikiwa itachezwa e, Machi mosi, ambapo ya pili itacheza Mei Mei kumi na tatu elfu mbili na ishirini na sita katika uwanja uleule wa Benjamin ni William Mkapa.